Unirehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa Tumsifu Yesu Kristo. Mpendo mtazamaji, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi chetu cha maungamo. Katika sehemu hii ya pili tunajifunza zaidi na kuangalia kwamba tunapoungama tunapata faida gani? E, tunapoenda katika sakramenti ya tunapata faida gani? Lakini nipende kuambia kwamba tunapata faida nyingi, tunapata faida za kiroho, tunapata faida za, za, saikolojia, tunapata faida vile za kijamii, kwa maana kwamba tunapoenda kuungama kwa Mungu makosa yetu, ni kwamba yale makosa unapotenda dhambi, unapomkosea, unapotenda dhambi kwa Mungu, kuna mambo mengi yanaingia pale. Unaikosea jamii, unamkosea ndugu yako, unamkosea jamaa yako, unamkosea jamii yako, unalikosea kanisa, unamkosea na Mungu. Kwa hiyo unapoenda kuungama, Mungu analikonsaili makosa yote, anayasafisha na anakufanya upya, anakufanya uweze kuwa na amani na wenzako, anakufanya uwe, uwe na amani na nafsi yako, anakufanya uwe na upendo na wenzako, lakini anakufanya uwe safi. Kwa nini anakufanya uwe safi? Kwa sababu Mungu ametuumba tuishi maisha ya usafi, kwa maana kwamba maisha ya utakatifu, tusishi katika dhambi. Lakini kikubwa zaidi, unapata neema ya utakaso. Neema ya utakaso ni nguvu za kimungu ambazo zinawekwa moyoni mwako, ambapo wewe unaweza kuwa na direct contact na Mungu. Vilevile unakuwa mwenye haki mbele ya Mungu. Na vile vile unakuwa mtakatifu. Hatuwezi kuwa watakatifu bila kuwa na neema utakaso. Neema utakaso ni kwamba nafsi zetu na roho zetu zinaishi with harmony na Mungu na mapenzi ya Mungu na matako ya Mungu. Na vile vile katika yote tunaona kwamba tunafanywa kuwa safi, kuwa safi kiroho kwa sababu dhambi inatuchafua. Dhambi inatufanya tusikubalike ya mbele ya Mungu. Na inarudisha unaweza kusema sakramenti ya kitubio tunapoungama, inarudisha ina, ina, neema utakaso, lakini inafanya moyo wetu unakuwa safi. Kumbuka tulipobatizwa tulikuwa safi, tuliondolewa dhambi ya asili. Lakini tulipewa unapobatizwa unapata kitambaa cheupe kama alama ya vazi lako ambalo unatakiwa ulifikisha kwa Mungu likiwa safi, sio likiwa chafu. Kwa hiyo unapotenda dhambi unachafua lile vazi. Tunapozungumza vazi, vazi tunazungumzia fadhila katika maisha yetu ambayo inatufanya o e, tunakuwa safi kwa sababu tukisoma waraka wa Mtume Paulo kwa waraka wa kwanza kwa Thessalonike sura ya 4 mstari wa saba, maana Mungu akutuitia uchafu bali tuwe katika utakaso. Kwa kuwa, Mungu ametuitia tuwe katika utakaso. Kwa hiyo tunapotenda dhambi Tunakuwa, tuna, tuna atuendi katika wito wa Mungu, tunakwenda katika wito wa nafsi zetu, tunakwenda katika wito wa shetani. Kwa unaona kwamba ili turudi katika mstari, turudi katika leli ambayo inatuongoza katika mstari wa Mungu, ni lazima tuwe tumeungama. Lakini kitu kingine, faida nyingine tunaipata katika maungamo na kwamba inatufanya tuweze kumuona Mungu. Unawezaje kumuona Mungu? Unamuona Mungu ukiwa na moyo safi. Wewe mtu atasema kwamba mimi namuona Mungu labda nikisha kufa nikaenda mbinguni. Hapana, Mungu tumeumbwa na imani Imani inatufanya tuwasiliane na Mungu. Na Mungu yuko pamoja na sisi katika matendo mema na katika kushika amri zake. Na ndio maana Yesu Kristo amezungumza eh, katika Injili ya Mathayo sura ya tano mstari wa nane anasema, heri wenye moyo safi maana hao watamuona Mungu. Kwa unapokuwa na moyo safi unamuona Mungu katika nafsi yako, unamuona Mungu kwa wenzako, kwa wenye shida. Unaweza kumuona Mungu kwa viongozi wako, kwa sababu Mungu anatumia viongozi wako kukuongoza. Unamuona Mungu katika mapenzi mema, unamuona Mungu katika umbaji, Mungu katika creation, eh? Mungu, ana, Mungu, ana, amejificha. Unamuona Mungu direct katika mateso na msalaba wa Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo ni Mungu, anatuonyesha Mungu anayeonekana lakini aliyejificha katika mwili, katika nafsi. Kwa hiyo huwezi kuviona hivi vyote kama hauna moyo ulio safi. Maana yake ni kwamba kama huna Mungu. Na unapokuwa na Mungu anakupa Roho wake Mtakatifu. Roho wake Mtakatifu anakuongoza ili kutenda yale anayotaka Mungu. Kwa sababu unakuwa unamuona kiroho. Unamuona katika watu unaoishi nao. Unamuona katika sakramenti zake takatifu kama sakramenti ya Ekaristi. Yesu Kristo mzima, Mungu, Mungu kamili katika Mungu na ubinadamu wake. Lakini vile vile, unaweza kumuona katika roho zaidi lakini vilevile vile tutamuona vile alivyo, kama alivyosema Paulo vile alivyo siku ya mwisho. Lakini kwa ufupi, unaanza kumuona Mungu katika hali ya utukufu, katika hali ya neema. Jambo lingine ambalo sakramenti ya ubatizo ya, ya, ya, ya, ya, ya, ukitubio inatusaidia ni kwamba uleta uhai kwenye roho zetu, kwa sababu tunasema dhambi, kuna dhambi nyepesi na dhambi ya mauti. Dhambi ya mauti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 lakini pamoja na kuwa roho zetu tunakuwa tunamuondoa Roho Mtakatifu kwa sababu miili yetu ni mahekalu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni muhimu sana, e, kuungama dhambi tunapotenda dhambi. Usikubali kukaa na dhambi muda mrefu. Lakini faida nyingine tunayopata katika muungamo ni kwamba uondoa mzigo wa dhambi ambao sisi wenyewe hatuwezi kuondoa isipokuwa Kristo mwenyewe na watumishi wake ambao ni mapadri ambao amewapa uwezo wa kuondolea dhambi na wewe mwenyewe uwezi kuondoa dhambi, lazima ufanye toba ya kweli na lazima ukaungame dhambi hizo, lakini vile vile ukaungame kwa padri. Na anayeondoa dhambi ni Yesu. Padri anakuwa ni persona Christi, maana yake ni Kristo wa pili. Hmm. Kristo wa pili, ambaye amepamba mamlaka ya kuondoa zile dhambi, lakini anaondoa zile dhambi kwa niaba ya Kristo. Na tunaona Yohana anatuambia kwamba Yesu Kristo ni mwana wa kondoo wa Mungu aondoe dhambi za dunia. Tunasoma katika waraka, katika barua ya tunasoma katika kitabu cha Injili ya Yohana sura kwanza mstari wa ishirini na tisa anasema, siku ya pili yake akamwona Yesu anakuja kwake, akasema tazama, mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Katika kile ibada ya misa tunasali mwana kondoo wa Mungu aondoe dhambi za dunia kabla hatujakomunika. Kwa hiyo ni sala ambayo inatuonyesha kwamba Kristo eh, ndio anayeondoa dhambi, lakini vilevile vile, amewapa mitume wake mamlaka ya kuondoa dhambi ambao tunasoma katika Injili ya Yohana sura ishirini mstari wa ishirini na mbili hadi ule wa ishirini na tatu anasema pokeeni Roho Mtakatifu, wote mtakaoondolea dhambi wameondolewa na wote mtakaofungia dhambi wamefungiwa. Kwao unaweza kuona kwamba ule mzigo wa dhambi unapoenda kuungama unakuwa unaondolewa na unaondolewa kwelikweli, na sisi tunakuwa huru. Napokuwa huru ni kwamba tunakuwa tumeondoa e, tumeondoa makazi ya shetani na tumeweza kuwa watoto wa Mungu. Kwao tunarudia katika haki yetu ya utakatifu. Lakini jambo la tano ni kwamba tunapoungama tunapata nguvu ya upendo. E, wakati mwingine ukiwa umetenda dhambi nyingi sana unaua ile nguvu ya upendo. Na kumbuka kwamba katika amri kubwa ambazo Kristo alitupa ni amri ya mapendo. Kwa hiyo, tunapotenda dhambi tunaua ile... una, kumpenda Mungu tu, sura ya saba mstari wa arobaini na saba katika injili ya Luka, saba, arobaini na saba. Kwa ajili ya hayo nawaambia amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi kwa kuwa amependa sana lakini asamehewaye kidogo huyo upenda kidogo Unaweza kuona hapa tunamuona eh, Maria Magdalena wakati amekwenda kwa Yesu. Eh, yeye alikuwa ni mdhambi mkubwa. Lakini, baada ya kusamehewa amekuwa na upendo mkubwa kwa Mungu. Lakini sio upendo mkubwa kwa Mungu, tunaona kwamba Maria Magdalena kwa kiasi fulani aliweza kusaidia pesa kwa wale mitume. Alikuwa na mali, alikuwa na pesa nyingi, alikuwa anatoa anatoa vitu vyake. Kwa mfano, amempaka Yesu mafuta. Unaweza kuona kwamba ni upendo ambao unamsukuma kufanya matendo mema. Kwa hiyo unapoungama unapata upendo wa zaidi. Sio upendo wa kawaida tu, lakini upendo wa kuweza kuwasaidia watu wa kuweza kuwahudumia watu wa kuweza ku, kuwasaidia wenzako kwa hiyo unaweza kuona kwamba kama vile Yesu anaposema katika sala baba yetu kwamba utusamehe kama sisi tunavyowasamehe wenzetu. Kwa hiyo unaona kwamba ule upendo unakufanya wewe uweze kuwasamehe wengine kwa sababu usipowasamehe wenzako na Mungu Baba hawezi kukusamehe dhambi zako. Lakini kitu kingine tunachoona katika sakramenti ya kitubio ni kwamba uondoa mizigo ya dhambi na kuleta wepesi wa maisha na uponyaji. Maana yake nini? Maanake ni kwamba kwamba katika sakramenti kat, unapotenda dhambi, dhambi haileti maangamizo kwenye roho tu, inaleta maangamizo mpaka kwenye mwili, inaleta maangamizo mpaka kwa mwili. Kwa mfano mtu anapomwibia mtu, anamwibia mali zake, anamtia mtu umaskini. Ko kwa, unaona kwamba kule kwa kumwibia mwenzako, ukamtia mwenzako maskini, unaona kwamba tayari hata maisha ya kijamii umeharibu, kwa sababu pengine ile mali angeitumia kusomesha watoto wake, angeitumia kufanya shughuli zake, unaiondoa unaifanya ya kwako. Tayari umeshaleta sio dhambi tu katika kiroho tu, lakini vile vile katika nafsi. Kwa mfano mtu anatembea labda na mke wa mtu Ina, anapofanya hivyo anavunja ile ndoa tu, sio kuivunja ile ndoa, lakini hata hata mahusiano ya kijamii anayaharibu. Kwa hiyo kwamba dhambi haina effect kiroho tu, inakwenda mpaka katika jamii na mpaka kisaikolojia. Kwa kwa Yesu eh, wanapoona eh, imani yao kwamba unapokwenda katika sakramenti ya kitubio unaweza kwenda kungama dhambi zako, lakini kuna kuna vilema vya kiroho ambavyo wewe mwenyewe huvioni Unasema vices ambazo wewe mwenyewe huzioni lakini kuna mambo mengine hata tabia mbaya ambayo wewe mwenyewe huzioni, lakini kwa sababu unapoenda kuungama Kristo pamoja na kuondoa dhambi anaondoa na vilema anaondoa na madhaifu mengine yote ambayo yako katika nafsi yako. Tunasoma katika Injili ya Luka sura ya tano, mstari wa 19 hadi 20. Nasema, hata walipokosa nafasi ya kumpeleka ndani kwa ajili ya lile kundi la watu, walipanda juu ya dari wakampisha katika matofali ya juu wakamshusha yeye na kitanda chake katikati mbele, mbele ya Yesu naye alipoiona imani yao akamwambia hey, rafiki umesamewa dhambi zako. Kuna maana nini? Maana yake kwamba hawa wamekwenda kuponywa kwa Yesu. Lakini Yesu pamoja na kuponya nafsi yako anakuponya na dhambi zako. Kwa hiyo unaona kwamba kuna double effect, kwamba unapoenda kuungama au uponye nafsi roho yako tu, na nafsi yako, na maradhi yako na kila kitu kinaponywa kwa maana kwa maana gani? Makando -kando yote ya shetani. Kwa lugha nyingine, katika kanisa tuna mapadri ambao wanaitwa exorcist. Exorcist ni mapadri ambao wanapunga pepo, wanaondoa watu mapepo. Lakini katika sakramenti, kila sakramenti ya kitubio tunasema small exorcism. Yani ni, ni, upungaji, yani ni ufukuzaji wa shetani katika unapoenda sakramenti ya kitubio ni kwamba ile sakramenti inaondoa makazi ya shetani katika nafsi yako, kwa sababu katika aspect ya dhambi na shetani anashiriki. Tuelewe kabisa, vishawishi vimegawanyika sehemu tatu: kuna dunia, ulimwengu, kuna sehemu ya pili, kuna nafsi yako, lakini sehemu ya tatu, kuna shetani. Kwa hiyo katika katika katika dhambi unazotenda shetani naye ana nafasi yake, lakini unapoenda kuungama unavunja makao ya shetani. Yani kama unawik, tunasema ni small exorcism, small exorcism kwamba kila sakramenti ya kitubio ni small exorcism. Maana yake ni kwamba kila sakramenti ya kitubio uondoa, e, uondoa, uondoa influence zote za kishetani, kwa sababu dhambi ni influence ya kishetani. Kwa hiyo unapoenda kuungama, au samewe dhambi tu, lakini zile influence zote za kishetani na zenyewe zinaondoka katika nafsi yako, ni kwa sababu tu hatuoni kwa macho yetu, lakini walisema kwamba unapoenda kuungama unapoondolewa dhambi ni kwamba Yesu anapokuponya dhambi, anapokuondolea dhambi, anaondoa mpaka effect zote za shetani, anaondoa makandokando ya shetani, anaondoa vijumba vya shetani ambavyo viko katika moyo wako na nafsi yako. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kwa ni small exorcism ambayo inafanyika basoba. Kwa mfano tunamwona Maria Magdalena alipokuja anaondolewa dhambi ana, ana, ana, anaondolewa pepo lakini pamoja, pepo inahusiana na dhambi. Pamoja na pepo na dhambi vivile zinaondolewa. Tunasoma katika Injili ya Luka sura ya 7 mstari wa 37, anasema natazama, mwanamke mmoja wa mji ule aliyekuwa mwenye dhambi alipopata habari ya kwamba Yesu ameketi chakulani katika nyumba ya yule mfarisayo, akileta chupa ya ya marhamu, akaleta chupa ya marhamu. Kunaona Maria Magdalena anakuja pale lakini huyu Maria Magdalena ni mwanamke aliyekuwa na pepo saba aliyekuwa ana possession ya mashetani saba. Yesu anamuondoa. Lakini pamoja na kumuondoa anaondoa na dhambi. Kwa hiyo ni faida ya muungamo, unapoungama vitu, vitu, vitu, vitu, vyote vinakwenda pamoja. Nasoma katika injili ya Luka sura ya saba, kisha alimwambia mwanamke umesamehewa dhambi zako. Na huyu Maria Magdalena ambaye ameondoa dhambi zake vile vile alikuwa ameondolewa pepo saba. Hiyo tunasoma katika Injili ya Marko 16 mstari wa tisa anatuambia, naye alipofufuka alfajiri, siku ya kwanza ya Juma, alimtokea kwanza Mariamu Magdalena, ambaye kwamba alimtoa pepo saba, kama tulivyosoma katika Injili ya Luka. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba eh, sakramenti ya kitubio ni unaweza kusema ni small exorcism. Ina maana ni, ni kuwinga mashetani katika level ya kwanza, katika level ya kwanza. Of course, kuna level ya juu ambapo mtu anakuwa possessed na anatakuwa anapelekwa kwa exorcist. Yani, kanisa limechagua padri mmoja kwa kila jimbo, wanaweza kuwa wawili watatu kwa ajili ya kuondoa mashetani. Lakini vile vile sakramenti ya kitubio inaondoa influence zote za kishetani katika nafsi zetu. Kwa hiyo tunasema ni small exorcism vile vile. Lakini kitu kingine ambacho tunakiona katika sakramenti ya kitubio ni kwamba uondoa maangamizi ya kiroho. E, maangamizi ya kiroho, mwisho wake anatishia wapi maangamizi ya kiroho? mwisho wake ni kutupeleka jahanamu. Kwa hiyo unaona kwamba roho ikizidi kutenda, mshahara kwa sababu mshahara tunaambia kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, unaona. Lakini kwa hiyo roho inapokuwa inatenda dhambi ni wazi inaweza ikaangamia, na ndio maana Yesu anatuambia katika Injili ya Luka sura 13 mstari wa 3, anasema nawaambia, sivyo, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Kwa hiyo Yesu anatuambia kwamba tusipotubu na sisi tutafanya nini? Tutaangamia. Tutaangamia wapi? Tutapotea kwa umilele lakini kitu kingine ambacho tunakiona kwamba sakramenti ya kitubio inatuletea faida ni kwamba huleta toba ya kweli na malipizi ya dhambi. Unaweza kusema kwamba kitubio ni password ya kutoka kwa shetani. Ni pas, yani ni funguo ambayo tunafungua tunatoka katika influence ya shetani. Lakini unaona vile vile ni sisi tumekombolewa kwa damu ya Kristo. Tumekombolewa na ufufuo wa Kristo. Kristo amefufuka kwa ajili wa wa kwa, ushindi, ni ushindi kwa ajili yetu. Kwa hiyo unaona kwamba kwa ushindi wa Kristo ametuachia zawadi ya kitubio sakramenti ya kitubio kwamba tusifungwe na shetani wala tusitengwe na Mungu. Kwa hiyo tunapofungwa na shetani na kutengwa na Mungu, twende kwenye kitubio ili tuweze kutoka kwa mikono ya shetani lakini tuweze kurudi katika upendo wa Kimungu. Tunasoma katika Injili ya Yohana sura ya nane mstari wa nane anasema, kweli nawaambieni kila mtu anayefanya dhambi ni mtumwa wa dhambi. Hmm. Kila mtu anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kwa hiyo Kristo anatuambia, Kristo mwenyewe anatuambia kwamba tunapotenda dhambi tunakuwa watumwa. Ingawa kibinadamu wakati mwingine hatuoni tunaona ni jambo la kawaida, lakini uhalisia kiroho ni kwamba mara nyingi tunajiweka mikononi mwa shetani bila kujua. Kumbuka katika siku ya ubatizo tulisema kwamba namkataa shetani na mambo yake yote na fahari zake zote. Shetani wakati mwingine haji direct kama unavyofikiri, anakuja kwa njia ya kiburi, m anaondoa unyenyekevu, kwa hiyo akiwekea kiburi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba dhambi ni kitu cha kawaida, tena ni ni starehe ya kawaida, lakini ile dhamira inakuwa imekufa ili zamira ifufuke ni lazima tusali na lazima tuungame mara kwa mara. Tunapoungama mara kwa mara, sio kwamba tunasamiwa dhambi tu, lakini tunapata na neema, tunapata na baraka, tunapata na tunapata yani imani zaidi, tunapata matumaini na mapendo ya kuweza kumrudia Mungu. Tunasoma Biblia katika Warumi sura ya sita mstari wa kumi na saba hadi wa kumi na nane anasema ingawa mlikuwa watumwa wa dhambi zamani sasa lakini, namshukuru Mungu, mmetii kwa moyo wote yale maazimio na mafundisho mliopokea. Mlikombolewa kutoka utumwa wa dhambi, mkawa watumwa wa uadilifu. Maana kwa nini? Maana Paulo anatueleza kwamba sisi tumekombolewa kutoka utumwa wa dhambi, tumekuwa utumwa wa uadilifu, yaani utumwa wa Kristo katika uadilifu, utakatifu. Anavyozungumza uadilifu, utakatifu, sisi tunaishi katika mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo unaweza kuona mpendwa mtazamaji, hasa kipindi hiki cha Kwaresma Muhimu sana ukajitahidi kupata wasaa hata mara moja kwa wiki ukaungame, na jitahidi kuungama mara kwa mara, na hatutaki kuungama wakati wa majilio tu, tunataka kuungama, tunatakiwa kitaratibu. Unatakiwa kila unapotenda dhambi ya mauti, jitahidi kwenda kuungama, usishi naye kwa sababu unapoungama unajiwekea utakaso wa roho. Lakini kumbuka vile vile kwamba dhambi inaondoa neema utakaso katika nafsi zetu. Ni tunapozungumza neema ya utakaso ni kuishi na Mungu. Mungu anaishi katika roho zetu pamoja na utukufu wake wote. Kwa sababu kwa kwa dhambi. dhambi mara nyingi inazu. Neno la Mungu ni mbegu katika nafsi zetu. Kwa hiyo tunapotenda dhambi ni kama tunazuia ile mbegu isiote. Na tunapoungama ni kama tunaweka udongo mzuri na kufanya ile mbegu kuweza kukua na kuwa na matunda mema. Kwa hiyo Kristo anatuambia kwamba tunapokuwa tunaungama tunakuwa na neema ya utakaso. Neema hiyo ya utakaso kama nilivyosema inatufanya tuishi na Mungu. Kwa hiyo tunaanza kuishi na Mungu tukiwa hapa duniani, lakini tutaishi naye kwa umilele na tutamwona uso kwa uso. Lakini kwa sasa hivi tunaishi naye katika roho zetu na katika nafsi zetu kwa njia ya sakramenti. Ndio maana Paulo anasema tunapoenda kupokea tuwe tumejitayarisha, tuwe tumeungama, kwa sababu tukipokea bila kuungama, tukipokea na dhambi tunaten, tunakula hukumu, kwa sababu tunamweka Mungu katika mazingira yasiyofaa. Na Yesu anatuambia kwamba tunapoungama, kuungama ni unyenyekevu, vile ni upendo, kwamba tunampenda Mungu. Maana yake tunapoungama, tunataka kurudi katika upendo wa Mungu, tunataka kukaa katika Mungu. Kwa hiyo tunapokaa katika Mungu, na Mungu anakuja kukaa nasi. Ndio maana Kristo anatuambia katika, katika, katika, katika, katika injili ile ya Yohana sura ya 14 mstari wa 23 anasema anasema Yesu akajibu akamwambia mtu akinipenda atalishika neno langu na baba yangu atampenda nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake unaweza kuona mpendo mtazamaji kwamba unapompenda Kristu utatu mtakatifu na yeye anakupenda kwa sababu Kristu ni nafsi ya pili ya Mungu anapokuja anakuja na Mungu Baba na Mungu Roho Mtakatifu kwa hiyo hakuna kitu kikubwa zaidi ya hicho kwa hiyo ninakushauri kwamba kama ujaungama Nenda kaungana. Kuungama ni free, hakuna gharama yoyote. Cha msingi kuwa na majuto ya dhambi katika moyo wako. Ah, mbona ni ni? Ni ni? anaweka mitego sehemu zote. Roho Mtakatifu, muombe Yesu Kristo, na hasa tumuombe Mama Maria. Mama Maria ni mfano, malaika alitii mara moja, akasema ndimi mtumishi wa Bwana dhambi la na na ulizofanya, lakini neema nyingine zaidi ya kushinda vishawishi vingine na dhambi zingine. Tumsifu Yesu Kristu, ni kutakia siku njema vivo Kristu.